Ni zoezi la uokoaji katika uwanja wa ndege Dodoma baada ya ajali ya ndege yenye namba za usajili 5H iliyokuwa ikitokea jijini Dar es Salaam kuelekea makao makuu ya nchi Dodoma kuanguka kisha kuwaka moto punde ilipotaka kutua uwanjani. Ajali ya ndege hiyo iliyokuwa na abiria thelathini na tatu ambao kumi na sita kati yao ni majeruhi ilifanikiwa kudhibitiwa na vikosi vya uokoaji ikiwemo Jeshi la zimamoto na uokoaji waliofika eneo la tukio kwa wakati. Tunafanya hivi kwa sababu ajali za ndege zinatokea wakati wowote wa hii, ni mashahidi. Kwa mwaka huu tu peke yake, mmesikia ajali nyingi duniani zimetokea. Tusipokuwa na maandalizi ya kujua nini hasa tunatakiwa kukifanya inapotokea ajali, kutatokea na kuto eh, kutokuelewana hivyo tukashindwa kuokoa abiria na ndege na wafanyakazi kwa wakati. Lengo la la zoezi hili ni kuhakikisha tuna test four C's eh, coordination, communication, control, na command. Kiwanja cha ndege Dodoma kinasema kinawajibika kufanya zoezi kama hili kama sehemu ya utayari kwa wakati wote pindi dharura zinapojitokeza katika uwanja wa ndege. Kwa kifupi zoezi limekwenda vizuri na salama. Tumefanikiwa kupata responders wengi kabisa, ambulensi zilikuwa zaidi ya kumi zilizokuja kuokoa na e, kikosi cha zimamoto na uokoaji cha kiwanja cha ndege na kikosi cha uokoaji cha zimamoto kutoka mjini viliwasili kwa wakati kuweza kuzima moto, na tunashukuru sana. Tumekuwa na response nzuri na kila kitu kimekwenda salama <tune> Kwa upande wao jeshi la polisi wanasema majeruhi wote wapo salama, huku likijinasibu kwamba limefanikiwa kuwahi na kufanya uokozi kwa haraka. Tulikuwa na zoezi la uokozi wa ajali ya ndege, ni zoezi la, la maigizo kwa kujitayarisha, kwa maana inaweza ikatokea ajali eneo la uwanja, na tukareskyu, kulikuwa na majeruhi kama Jeshi la Polisi na vyombo vya ulinzi na usalama, tuliwahi eneo la tukio, tumewahi kwa kwa majeruhi, kulikuwa hamna vifo, lakini tumejitahidi kadri ya uwezo wetu na tumekamisha zoezi kama wamelipanga. Hata hivyo inasisitiza kwamba jaribio hili linalofanyika kila baada ya miaka miwili katika viwanja mbalimbali mbali nchini hii ni kulingana na sheria ya viwanja vya ndege vya kimataifa. Jaribio hili mbali na lengo lake la kuona ufanisi wa utayari wa vyombo vya ulinzi na usalama, pia lilizusha taaruki kwa wakazi wa jiji la Dodoma walio jirani, ambao hata hivyo, uongozi wa uwanja wa ndege wa Dodoma uliwataka wananchi kutokuwa na wasiwasi. Mazoezi haya ni sehemu mojawapo ya kujiandaa katika kukabiliana na majanga yanapotokea katika viwanja vya ndege. Jackson Masawe, TMC News, Dodoma.